Ndugu zangu watu wa Geita mjini, watu wa Nyankumbu na kata zote ambazo zinazunguka hapa Geita, ndugu zangu, mimi nimekuja jioni ya leo ili tuzungumze, tuhitimishe zoezi letu ambalo leo tunahitimisha kampeni hii za mikutano ya hadhara. Ndugu zangu, tumezungumza mambo mengi tulivyozunguka, tulivyokuwa na nyiye mikutano, limepita kata zote na tumepita kwenye matawi na kwenye vijiji na kwenye mitaa na tumezungumza, tumezungumza mambo yote ambayo tunaenda kuyafanya, na mimi naamini ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa twende tukapige kura, tukampigie Dkt. Samia Suluhu Hassan, tumpigie injinia Chacha, na hapo baada ya hapo tuwapigie madiwani wote wa jimbo la Geita mjini ili tuweze kuleta maendeleo. CCM oyee! Yeah. Najua kuna watu wengine wana mashaka, kuna wengine na mawazo, lakini leo jioni ya leo nataka niwahakikishie ndugu ni zangu watu wa Geita mjini, jimbo la Geita mjini, sijagombea ubunge kujaribisha, sijagombea ubunge kujaribisha kuleta maendeleo nimegombea nikiwa na uhakika tena bila mashaka kwamba naweza nataleta na maendeleo. CCM oyee! Jirani yako abaatishi anamaanisha, CCM oyee! Tulipozunguka tulizungumza habari ya elimu, kwamba tunaenda kwa kuhakikisha tunaboresha elimu yetu, tunaweka mazingira mazuri ya mwanafunzi kujifunza, na ahadi yangu kwenu ni kujitahidi kusimamia manispaa ya Geita kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri na ikiwezekana tuchukue nafasi ya kwanza katika hii Tanzania yetu. Najua, najua jinsi ya kuendeleza shule, maana nimekuwa na shule, nimeendesha miaka kumi na tano sasa. Kwa hiyo tunapoenda, tunapoenda kuchagua tarehe 29, mkatuchague ili tusimamie elimu vizuri ya jimbo hili na kuhakikisha tunafanya vizuri. Tulipokuwa tunazunguka kwenye mikutano, nilimwambia habari ya afya, nikawaambia mimi pia nina hospitali, najua jinsi ya kuendesha hospitali. Tunaenda kuhakikisha hospitali zetu zina vifaa vya kutosha, madawa ya kutosha, na watumishi wa kutosha wenye ukarimu kwa watu wa Geita. CCM oyee! Kwayo tunaenda kuboresha na kuhakikisha, kazi yangu kama mbunge wa Geita, mkisha nichagua, ni kuhakikisha huduma zote zinasimamiwa na zinatolewa kwa kiwango kilicho sahihi. CCM oyee! ndugu zangu mimi nimekuja leo kuambia vitu vichache tu. Nina vipaumbele vitatu. Vingapi? vipaumbele vingapi? Kipaumbele changu cha kwanza ni watu wangu wa Nyankumbu. Kipaumbele changu cha pili ni watu wa Nyankumbu, na kipaumbele changu cha tatu ni watu wa Nyankumbu. Siku yangu ya mwisho ninaenda kaburini, nikaambiwa niseme maneno matatu, ningesema kama ifuatavyo. Kwanza ningesema hivi, Wananyankumbu ninawapenda. La pili ningesema Wananyankumbu ninawapenda sana. La tatu ningesema Wananyankumbu ninawapenda ishieni sitohawa wala sitofindia kwa ajili yenu. Ndugu zangu wote, tunajua wakati natasania suasaanaingia madarakani, wilaya ya Geita tulikuwa na shule za sekondari arobaini na saba peke yake. hivi nilivyosema hapa anavyozungumza na nyingi na kuna sekondari mia moja kumi na moja Maana yake ni nini? kumepata katika kipindi cha miaka minne sekondari 64 sekondari ambazo wananchi kuchanga pesa wananchi akunua dawati na sekondari zimejengwa vizuri, zina marumaru, zina bie. kwa mabaamwezekasauzi ukiingia darasani nata kei, unaangalia na darasa mazuri. Ndiyo maana ndugu zangu, sisi Geita tulikuwa nyuma sana kwenye elimu, amana mtoto wa darasa tulikuwa tunasema ameshindwa kwa sababu tu hapakuwa na nafasi ya na kwenda shule s nimewaambia, nime kidogo tu, na mambo mengi sana yamezungumzwa kwenye mikutano yetu. Mama Samia amezunguka nchi nzima akiona kula akiwaambia wananchi na wananchi walikuwa wanajua kafanya kazi kubwa, ndio maana wamemkubali. Na ndugu zangu, niwaambieni, tarehe 29 kuna kimbunga cha chakula yeah!